Bwana amenituma niulete kwa watu wa Kahama, wale walio na imani ya kupokea toka kwa Bwana waseme amina jioni leo, yeah. Ninaenda kusoma neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Isaya, kila mmoja asema Isaya, yeah. Isaya sura ya hamsini na tatu, yeah. na mstari wa kwanza mpaka wa tano Isaya hamsini na tatu na mstari wa kwanza mpaka wa tano nitasoma katika jina la Yesu ni nani aliye sadiki habari tuliyoileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani ni nani aliye sadiki habari tuliyoileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani maana alikuwa mbele zake kama mchomororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala hana uzuri, na tulimwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa uzuni nyingi, ajuwaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao alidharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu akini, lakini ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hebu angia jirani yako kwa kupigwa kwake, mwambie jirani yako, kwa kupigwa kwake wewe umepona. Gakaa kushoto tena, mwambie kwa kupigwa kwake wewe pia umepona. Mwingine tena, mwambie kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Mwambie kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Watu wa Kahama jioni ya leo, Ninayo habari njema ya Yesu Kristo. Nimekusomea kitabu kile cha Isaya, kitabu cha Isaya. Kwa wale wanaosoma Biblia, ni kitabu ambacho kimeandikwa na ni miongoni mwa manabii wakubwa ambao walipata kuishi duniani. Biblia walioiandika walikuwa ni watu wengi sana ambao Bwana aliwapa mafunuo na akawatumia kuiandika Biblia, miongoni mwa wale walioandika kwamba ni kundi la manabii walioishi zamani, na katika kundi hilo la manabii walioishi zamani, wako makundi mawili mawili. Kundi la kwanza ni kundi la manabii wakubwa, ambapo tunamkuta Isaya, ambapo tunamkuta Yeremia, ambapo tunamkuta Ezekieli, ambapo tunamkuta na Danieli. Lakini kuna kundi tena la manabii wadogo wapatao kumi na mbili ambao na wao waliandika ya yale ambayo waliona ya ilipotokea wakati ule ambaye Bwana alikuwa akiwafunulia. Mpenda unayenitazama jioni ya leo, nimekusomea kitabu cha Isaya ambacho ni kitabu miongoni mwa wale manabii manabii wakubwa ambao waliwahi kuishi wakati ule. Mtu mmoja aseme amina ya leo mtu mimi ndiye sikia. Rajieni kuzungumza hapa na mtu mmoja ambaye alibadilisha historia yangu, nimechoka Nimekatiwa talaa nikiwa ni mtoto wa mwisho katika familia ya baba yangu, baba yangu akiwa anajua ya kwamba hana tumaini tena. Kaka zangu wapatao watano walikuwa wameshindwa kuendelea na masomo, walikuwa wameshindwa kuendelea na shule. Shetani aliingia kwenye familia, akawafanya kuwa ni wajinga na wakakataa shule kama vile karati ya mwisho na karakta ya mwisho, na mimi nikajitokeza niende shuleni. Nilipofika darasa la saba nikafanya vizuri kufika form three, nikarogwa na wachawi Wachawe wanaweza fanya kazi kwa niaba ya ufalme wa giza kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo mimi niliyekuwa naongoza shuleni, ikigafla, maendeleo yangu ya shule yakaanza kubadilika. Ninapokueleza hizi habari, ni kweli kabisa ya kwamba nguvu za giza zipo, zinafanya kazi, lakini habari njema ni ya kwamba niko neema nyingine ya tofauti jenzo

cha yule ambaye ilibidi abadilishe maisha yangu. Tokata stori ndefu kwa futu, nikurudishe tena kwenye kitabu cha Isaya. Hebu sema chumba, chumba, chimba, chimba, chimba, chumba. Kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya ni kitabu cha ishirini na tatu katika vitabu vya Agano la Kale, na katika kitabu hiki tunazikuta jumla ya sura sitini na sita ambazo zimeandikwa si na wanaterejia wengine. Wanakuriki kuita kitabu hiki kama Biblia ndogo, wengine wanasema labda ni mini Bible, kwa sababu inaenda sawa na vitabu vya Bible. Kitabu hiki wanaterejia wanakigawa katika makundi makubwa matatu. Ambia jirani yako wachimbe kidogo Kitabu kina sura sitini na sita. Sema. Katika sura ile sitini na sita mimi nimekisoma katika sura ya hamsini na tatu. Nimegawaja kitabu cha Isaya nimegawaja katika sura ya kwanza mpaka ile sura ya thelathini na tisa sema. Halafu ngawaja wa pili ni sura ile ya arobaini mpaka hamsini na tano Alafu mgawanyo wa tatu ni sura ya hamsini na sita mpaka ya sitini na sita. Sasa kitabu hiki katika sura ya kwanza mpaka ile sura ya thelathini na tisa ni mambo mawili yanayofanyika pale. Jambo la kwanza, Isaya anaongelea namna alivyoitwa na Bwana, anasema kulipo kutauzia, na nalimwona Bwana ameketi ataona maono ya ajabu na ya kutisha wakati Bwana alipomwita kwenye utumishi. Na jioni ya leo tuna upako hapa jioni leo, kuna watu wanapokea neema ya utumishi. Watu watu wanapokea wanapokea neema, kuna neema ya ya ambayo utumisi kn na n yameandika walio na imani wa Isaya anatoa maonyo makali, maana ametoa unabii wake kipindi ambacho taifa la Israeli lilishagawanyika mipande miwili. Kuna kipande cha kaskazini na kuna kipande cha kusini cha makabila mawili ambacho kinajulikana kama Yuda. Anatabiri kipindi kibaya ana watu wa kaskazini walikuwa wamesha chukuliwa mateka wamepelekwa kule Ashuru, katika mji mkuu wa Ninawi. Walipopelekwa kule Ashuru, wakaa wanateseka sasa. Nabii anatoa unabii kwa ajili ya taifa la Yuda, akiwaeleza kwa mfano wa taifa la juu yao, na jinsi lilivyopata matatizo, akakupuzia manabii wao. Kwa hiyo katika sura ya kwanza sura ya 39 nabii Isaya anaeleza namna ambavyo wale wa Israeli wa Yuda kama hawatamsikiliza kama hawatamtii yeye kama nabii wa Bwana namna ambavyo ingebidi wachukuliwe na mfalme wapeleke wa mishoni maberi, lakini kulikuwa tena habari ya matumaini, akasema badala ya baada ya kupeleka usomane bado tena watarudi, baada ya miaka 70 wataanzisha watanzisha tena utawala wa sasa sura hii ya arobaini mpaka aha, nimekusomea sehemu moja wapo mojawapo katika mgewani wa pili, ambayo ni sura ya hamsini na hapa itua wa tatu hapa. Kuna kitu kinaitwa unabii wa kimasihi. Mtu moja aseme unabii wa kimasihi, tunaongelea unabii wa kimasihi huyu ndiyo nabii peke yake miongoni mwa wanabii wengine wengi ambaye aliweza kuonyeshwa kumuhusu Yesu Kristo ambaye angekuja miaka karibu mia saba mpaka mia saba arobaini baadaye. Wanabii wanawezeshwa na Mungu kuyaona mambo ambayo wewe awezi kuyaona, kuyaona mambo ambayo wewe awezi kuyafikiria. Na jioni ya leo, Roho wa Bwana yu juu yangu, amaana Bwana amenipaka mafuta